Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Kwa majina naitwa Biti Siwiza. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, wa madhabahu ya mtumishi Elia. Nilikuwa na changamoto ya mtoto wangu, nilimpeleka shule Geita wajaboezi. Huyo mtoto akawa mwalimu akiingia darasani anasinzia, mwalimu akiondoka darasani anaamka, na matokeo yake akawa yameshuka, na akawa wanasema wana, wana, wana kwamba watamfukuza kwa sababu alikuwa afikishi wastani. Nilivyoanza kuja hapa kumuomba ni madhabahu ya mtumishi Elia, mwanangu alipanda, alianza kuelewa. Mwezi wa kumi na mbili alikuja na wani ya point saba. Tunaendelea kushukuru Mungu sana. Kuna nyumba nilihamia, baada ya kuhamia ile nyumba, mapaka, mapaka ni mengi yanazunguka, usiku kucha nalia kama wanadamu, nikachukua maji ya mtumishi Elia nikamwaga, nika nikawa nika namwaaa ushindi kwa jina la Yesu, yake nikakuta paka amenyooka, amefariki. Kwanza hapo sikuona paka tena mpaka sasa hivi, na nalala vizuri naamka kwa amani na maendeleo, sio ni mazuri mpaka sasa hivi. Kitani wa moko amepiga na wani ya koezi saba na wameshinaisha shule, shule, shule, waja waja ya wajabozi na wajagozi ametoka na wani ya kumi na saba ya, Misa, uh, haza, nyusu. Kwa kweli ninachoweza kuwaeleza kwamba wasidharau maombi ya hapa, utakaso madhabahu ya hapa yanafanya kazi, watu waendelee kuja, waweze na ndugu zao ambao wana changamoto kama hizi, zinaisha kabisa. Vingi vingi mpaka nashindwa kuvielezea, ni vingi mno, nashinda kuvielezea. Naitwa mama Gloria.